Nakushukuru, mheshimiwa mwenyekiti. Serikali imekiri dhahiri kwamba abiria hawafahamu haki zao, na kwa sababu abiria hawafahamu haki zao, wamekuwa wakiumizwa katika vyombo mbalimbali mbali vya moto, ikiwa ni pamoja na kutofika kwa wakati, kutorudishiwa nauli zao pale ambapo vyombo vinapata ajali, lakini kunyanyaswa na wamiliki wa hivyo vifaa vya moto. Sasa swali langu la kwanza ni kwa kiwango gani wananchi wameweza kujua kilo wanazopaswa kubeba kwa maana ujazo wa kila daraja analolipanda, mfano nikipanda basi ninapaswa kubeba mzigo wa kilogramu kadhaa, ambayo inaendana sambamba na nauli nilivyoiweka, ni tofauti na ilivyo leo. Abiria anabeba analipa nauli na analipia mzigo ambao upo kwenye ujazo waliolipia. Swali so, langu la pili, ukipanda treni ya SGR moja kati ya kero ya watumiaji wakubwa imekuwa ni swala la wrapping. Imekuwa biashara ya kurap, unalazimisha kurap hata mzigo ambao haupasi kurap bila hata kunegotiate bei. Nataka kujua mkakati wa serikali kuweka aidha mbia wa kushindana katika gharama za wrapping ili kuondoa kero ambazo zimekuwa sugu kwa watumiaji wa hii tren. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Anatropia kwa maswali yake ya msingi sana kwa maslahi ya watumiaji, lakini pili nimhakikishie serikali itaendelea kutoa elimu hatua kwa hatua kwa watumiaji ili waendelee kufahamu haki zao pamoja na wajibu wao. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kuliarifu bunge lako tukufu kwamba bunge hili limepitia sheria mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu sheria ya, uh, ya sheria za leseni za usafiri wa umma na mwaka juzi elfu mbili na ishirini tumepitisha kanuni. Yani, kanuni za leseni za usafiri wa umma elfu mbili na ishirini ukisoma katika uh, kanuni hizi kifungu cha 37 moja na mbili imeainishwa kakina juu ya uzito ambao abiria anaruhusiwa mzigo wake uwepo, ambapo imeainishwa kwamba ni kilo ishirini, lakini pia ukienda kwenye Tanzania Rail Corporation uh, passenger terms and condition pia imeainishwa kwa upande wa train kwamba kwenye upande wa economy abiria anaruhusiwa kubeba mzigo wa kilo 20 na upande wa business au biashara kilo 30. Lakini pia amezungumzia habari ya uh, wrapping. Tunafanya wrapping kwa pale tunapoona mzigo hiyo haijafungwa vizuri na ambayo inaweza kuwa hatari, hatarishi kwa usalama wa abiria uh, wengine. Lakini pamoja na hiyo tunapokea ushauri wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza tutaendelea kutoa elimu lakini pia kuhusu mbia tumepokea pia ushauri kutazama namna gani mbia anaweza akatusaidia kufanya kazi hiyo ya wrapping, na nitoe maelekezo pia kwa shirika la reli pamoja na RATRA na taasisi zetu, kwamba tuhakikishe kwamba abiria wanatendewa inavyostahili na kuendelea kutoa elimu ili waendelee kunufaika na mifumo yetu ya usalama katika nchi yetu.